Tunajua kuna baadhi za kaunti kama Lam, uh, Mombasa uh, Nandi County, Muranga ambazo uh, miradi zao bado siko chini, na sisi kama kamati tunataka kuambia ule contract yako huko na serikali ya kaunti kabla tuwaite mje mbele ya kamati ya Seneti, tafadhali, hizo miradi ni za kufaidi wananchi wa sehemu hizo, na ni muhimu sana wale wamepewa nafasi kuhakikisha hizo projects zinaendelea, wahakikishe zinasonga mbele kwa kasi ili faida iliyonuiwa kwa wananchi iweze kupatikana. Ya mwisho ni kusema uh, tumeenda kule Shimoni fishing port, na tumeona kuna kazi nzuri sana inaendelea kule na natumai biashara ya uvuvi sasa itabadilika baada ya hiyo port uh, kukamilika. Ijulikane kuwa mradi huu na miradi mingine ambayo inaendelea katika kaunti zingine kiini cha kuleta mradi kama hii ni kufungua sehemu kama hizi ili ziweze kupata maendeleo na wananchi wanufaike, ili tupoteze mambo ya umaskini. Ukiangalia hapa tulipokuwa tukitembea uliona vijana, kuna wanawake wanasaidia hapa na pale na hayo ndio mambo tunataka kuyazungumzia kama taifa. Tumeonelea kwamba ni ubora sisi kama kamati tutembee tuweze kuona hii miradi yote katika katika hii kaunti ya Kwale, na sahii tumekuja hapa katika hii Zombo Ward katika hii Industrial Park. Tumejionea sisi wenyewe ambapo huu mradi umefika mbali sana, na tumejionea sisi wenyewe kwamba contractor pia amefanya kazi nzuri. Iliyobakia ni kwamba kuna ma, kuna pesa ambazo zitakuja hivi karibuni aweze kukamilishia na kutia roofing pande wa juu kabisa. Kuna kazi tatu zinaendelea. Tago, kuna warehouse, Warehouse iko 70% kwa sababu wamemaliza structural wanangoja tu kurufu ingine ambayo wanaendelea nayo ni aggregation house na cold storage. Hiyo nayo wako 30%, alafu kuna boundary wall ambao pia wanaendelea hiyo kwa 35%. Na nitoe shukrani kwa kaunti ya Kwale kwa sababu wamejitolea sana katika kaunti ambazo tulikuwa tumetengea pesa mwanzo, wamekuja wamepita, wengine ambao walikuwa wameanza wakawapita, mpaka sasa ni miongoni ya wale ambaye wamefanya vizuri katika pwani. Ni wao wanaongoza kwa wakati huu katika ujenzi huu. Mjengo utaweza kufaidi wakaazi wa hapa Kwale wakati ukikamilika, kwa sababu hapa ndio tutakuwa tunaweza kuboresha mazao mbalimbali mbali ya shamba yakiwemo ya korosho, uh, ikiwemo pojo, ikiwemo na mihogo na pilipili na tamato.